Maandalizi yameenda vizuri kabisa, naweza kusema maandalizi yameenda kwa 99% kwa hiyo leo tunakuja kukamilisha 1% ili tuweze kukamilisha 100% kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo niseme tu kwamba tupo tayari na tupo tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaivusha Simba kuelekea katika hatua ya nusu fainali. Ugumu upo na sisi kama wachezaji tunatambua wa jukumu ambalo lipo mbele yetu na ukizingatia kwamba hakuna a uh, ukiangalia mashabiki wanachama na kila mtu na kila mtanzania ambaye anapenda mpira ma matarajio yao ni kwamba kesho tunafanya vizuri, lakini matarajio hayo yanabibwa na na sisi wachezaji. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba na niwaombe wapenzi na na kila mtu ambaye anapenda mpira ajitokeze kwa wingi kesho kuhakikisha kwamba kile ambacho wanakitarajia sisi kama wachezaji uh, tumejiandaa nacho vizuri na tutaenda kufanya vizuri kuhakikisha kwamba ile imani ambayo wao wanayo kwamba hii tunavuka na tunavuka kweli. Ningependa kujua kutoka kwako kama Captain, utimamu wa wachezaji umezingatiwa kimwili na kiakili kuelekea mchezo huu muhimu? Ya, swali zuri kwa sababu ukiangalia uh, mchezo tayari ushafika, kwa maana kwamba tuna siku moja tu ambayo ni kesho. Kwa hiyo kama wachezaji, kila mchezaji yupo vizuri, na niseme tu kwamba kila mchezaji ana hamu ya kucheza mechi ya hii na kuzingatia kwamba tupo nyumbani mbele ya mashabiki wetu ya elfu sitini. Kwa hiyo ni ni, ni kutoe hofu au niwatoe hofu wa Tanzania kwamba kila mchezaji yuko tayari kuhakikisha kwamba anaipambania uh, timu. Neno la kwanza ambalo nimewaambia ni kwamba hii hatua ambayo tupo ni hatua ambayo kila mtu kashaifanya. Yaani tusijivunie hii hatua ambayo tupo nayo sasa hivi. Kwa hiyo jukumu la kubwa ambalo limewafanya leo hii wapo Simba ni kuhakikisha kwamba tunatoka katika hatua hii na tunaenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo ni kuhakikishia kwamba wachezaji uh, wangu ni waelewa na tupo tayari kwa ajili ya pambano na, na kuhakikishia kwamba kesho tunavuka.